Imesonga akamshawishi Abrahamu Ishmaeli akapatikana, aka na kupatikana kwa Ishmaeli kulimweka Sara katika kilio. Alikuwa analia usiku na mchana mpaka wakati alipomuondoa Ishmaeli, Ishmaeli akaweza kupata amani. Bwana asifiwe. Na hata wa siku siku, siku ya leo mjue Ishmaeli na Mkristo wanapigana, hilo ndio hamjawahi jua, hawajawahi kuwa na amani. Wakati Ishmaeli anapatikana Isaka anataka Isaka awe mtumwa, licha ya kuwa Mungu alisema Isaka ni mrithi. Ukiwa mrithi hauwezi kuwa mtumwa tena, kama wewe ambavyo umekaa mahali hapa, umejitoa kumtumikia Kristo, umejitoa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, hakuna siku Mungu atakubali ukawe mtumwa. Bwana asifiwe. Pengine wewe mwenyewe upotoke katika njia zako, pengine wewe mwenyewe uchoke katika kuvumilia Utakapochoka na kuondoka unaweza kuwa mtumwa, lakini ukiwa kwa Kristo hakuna utumwa, utakuwa mrithi. Bwana asifiwe. Na kuwa mrithi, tunangojea taji hii. Taji huwezi pata bila kuvumilia. Hii taji huwezi pata bila kujitolea kumtumikia Mungu. Na Biblia inasema tunajitolea Mungu kwa kila jambo lililo katika maisha yetu, lakini sisi tunampimia Mungu hii sehemu naweza, mungu anaweza, anaweza chezea hapo, lakini hii ingine ni yangu. Hapo ndipo tunapopotea. Lakini wakati ambapo umekaa kwa Mungu, tutoe maisha yako, maana hata Yesu alitoa maisha yake ili mimi na wewe tuokolewe, tukombolewe, tukawe wateule ni posa, parapanda ikilia, tukaweza kuenda pamoja naye. Bwana asifiwe. Utafanyaje uvumilie katika Kristo? Utafanyaje ukubalike? umeokolewa lakini hatujateuli. Ndio maana naonanga kila siku tunasimama tu mimi ni fulani nimeokolewa. Je, tamani sana kukombolewa na kuwa mteule wa Kristo. Bwana asifiwe. Na kuwa mteule, ni lazima uvumilie. Mambo yatakuja, utaona minuko, utaona mawimbi, ni lazima uyavumilie ndiposa ukawe mteule na ukaenda na Kristo. Najua tulizaliwa tukienda Sunday School tulikuwa naambiwa, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Alafu mtu anafikiria kama mwanadamu, unasema sasa, mimi nimezaliwa, hata sijakaa kwa hii dunia, unasema Yesu anakuja? si wangeoza kwanza nikuwe hata mimi nikuweko mkubwa, niitwe mama, ndio Yesu akuja. Sasa tulikuwa na mawazo kama hiyo, lakini mpaka saa hii bado tunaambiwa Yesu anakuja lakini wewe kama unafata vizuri sheria ya Mungu na dalili za Mungu, jua kwamba hakawii, ako mlangoni na atafika wakati wa wote. Mwana asifiwe! Maana ukisoma Ufunuo inakupa njia nzuri ya yesu kurudi nato, malaika ambao walituma katika ulimwengu wakamilisha kazi yao, na mwana wa Mungu akaweza kurudi kunyakuwa kanisa. Je, wewe utaenda pamoja naye ama wewe utabaki hapa?